Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru kwa kuniona na kunipa fursa hii. Ingawa kwa mujibu wa kanuni za bunge hili hatuna kambi rasmi ya upinzani, lakini nina imani kwamba yale nitayoyasema yataungwa mkono na wabunge wenzangu wote kutoka upande wa walio wachache. La kwanza,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 na la tatu ni imani yetu kwamba utaongoza mapambano ya kushughulikia changamoto za kiuchumi na za kijamii zinazowakabili Watanzania. Hautokuwa waziri mkuu wa ofisini muda wote, utakuwa waziri mkuu wa field kama ilivyokuwa desturi yako tulivyokuzoea. Wenzangu kutoka upande wa walio wachache wameniomba niwasilishe ombi, ingawa limesemwa katika sifa zako kwamba milango yako iwe wazi, utupokee wakati wote, kwa sababu katika bunge hili sisi sote tumekula kiapo kimoja cha kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kwa pamoja, kwa pamoja tusaidie jitihada za kuwaletea wananchi wetu maendeleo. Na la mwisho kwa wanakandanda, ndugu Nchemba ni mwana Yanga mwenzangu lakini ni imani yangu kwamba pendekezo la uteuzi huu litakuwa linaleta faraja sio kwa wanayanga peke yako bali kwa wana simba na kwa Watanzania kwa ujumla, asanteni sana. Asante, Asante sana. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Tawida jiandae, Mheshimiwa Simba Chawene.